Umezungumzia kuhusiana na kinga hizi na ni eneo ambalo pia watu wanaitumia sana, yani, kama nilivyosema, watu wana matatizo, watu wana mitihani, watu wana hofu na hayo matatizo, watu wana hofu na sihri, kwa hiyo wengi wanajihami. Umezungumza Qur'an maeneo mengi ukienda, ambayo ni maeneo ya Waislamu, iwe ni nyumba zao, iwe ni biashara zao maeneo mengi ambayo yanadhihirika moja kwa moja, unaweza ukaona kwa jicho, kuna kinga nyingi zimetundikwa. Nyingine ziko wazi, kwa maana ni sehemu kati ya aya za Qur'ani, nyingine zimefungwa, lakini unaweza ukaona zina maandishi ya Kiarabu. Uh, hizi zikoje? kabla hatuja hatujakuja, tuende kwenye nyingine ambayo labda unaweza ukasahau, ndio na kuna watu vilevile vile Dukani au nyumbani mtu anafungulia Qurani kwa nia kwamba ni kinga eh, na, na, na, na. Au mtu analala Qurani anasoma an, Qurani akikusudia an, kwamba ile king. ni kinga lakini kabisa, eneo... kule ni kwenda kinyume na vigezo vya kinga eneo zuri kabisa, yo Shekhe, na kweli e, ningelisahau. Unaona kule ni kwenda kinyume <laughs> na vigezo vya kinga. Kinga unatakiwa usome mwenyewe kwa nia hmm. Si, mtu anaweza kusoma kul huwallahu na kul a'udhu birabbin nas, lakini anasoma kwa nia ya kupata thawabu ya Qur'an. Innamal a'malu binniyat, matendo yote yanafanywa kwa nia mm. Wewe soma Qur'ani kwa, kwa maana ya nia ya kinga, ndio ndio itakayokufaa lakini kukaa kwamba umeweka Qur'ani sio vibaya, ya kulala unasikiliza Qur'ani, wala si vibaya ya kuweka dukani Qur'ani, au kwenye gari unasikia Qur'ani. Lakini ukiwa unakusudia kwamba hii ndio kinga hii, we umepotea, kwa sababu kinga ina vigezo vyake na tiba ina vigezo vyake. Kwa hiyo ili iwe kinga, ili iwe tiba, lazima uwe na nia ya kile ambacho unachokisoma. Kwa hiyo ukisome wewe mwenyewe Ukitamke wewe mwenyewe kwa mdomo wako. Kwa mdomo wako mwenyewe au atamke yule ambaye Allah tabaraka wa taala amempa ufasaha na ucha Mungu aseme na kusomee wewe mm. Basi hapa utapata kinga. Hapa utapata, utapata kinga. Kinga. Lakini masuala ya kutungika kama ulivyosema mm. katika swali lako la msingi eh? Naam, kutungika mahalu khilafu baina ahlil ilm kwamba je, mtu akitungika Qur'ani nafaa au haifai mm. lakini madhali umetungika, huisomi, umeitungika tu imekaa, haiwezi kuwa kinga. Mashetani wataingia humo ndani na watatoka, kwa sababu si kinga. Kule, kwa hiyo bado itarudi kuninginia pale, si kinga. itarudi pale pale eh, swala ni lazima wewe mwenyewe uisome kwa nia ya na, kujikinga. Na, na, na. usome kwa nia ya kujikinga hapo itakuwa ni kinga kinyume na hapo haiwezi kuwa kinga. Sana Sheikh Maulid, kwa maelezo mazuri sana ambayo umeweza kuyatoa kwenye mada yetu. Muda nao unatupa mkono no, muda wetu unakimbia, mada inazidi kuwa nzuri na muda ina, unakimbia <laughs> lakini nafahamu mada hii na ama eneo hili ni eneo pana sana, sana, sana na ndio maana mwisho, mwanzo katoka, tunaanza kuzungumza, nilisema najua hapa tutakachokifanya ni kutengenezea watu shauku no, tu no. Nina uhakika wa moja kwa moja kata kiu yao kwa uhalisia bado, bado hai, ha, ha, haitokuwa rahisi kihivyo. Nilikueleza kwamba nitakupa fursa uweze kuelezea mtu anaweza akapata vipi maelezo zaidi, au akiwa na shida na wewe, tutakwenda huko, lakini kwa sasa hivi naomba nikupe fursa shekhe. Tumezungumza kuhusiana na vigezo vya msomea, msomaji, msomewaji, lakini tumejaribu kuwabainishia watu kwa uelewa wa kawaida tu kuweza kutambua kwamba ni ipi haswa tiba ya Qurani na Sunna, mtu anatakiwa ajiridhishe. Kwa hiyo hapa kuna msomaji, msomewaji, tiba yenyewe mjumuisho haya ambayo tuliyozungumza kwa msingi ule ule wa vigezo na vya matibabu ambavyo tumevizungumza. Shekhe, naomba ujumuishe haya kwa nasaha kwa wanaotusikiliza katika haya maeneo yote matatu, msomaji, msomewaji na tiba yenyewe. Karibu sana uweze kutoa nasaha zako. Ah, mimi niseme kwamba kwanza kama sisi Waislamu e, tunatakiwa tujipambe na sifa zile ambazo Allah tabaraka wa taala ametaka tujipambe nazo, ikiwa ni mwanamke au mwanamume. Ili kuweza kupata tiba kamili na kuweza kupata kinga kamili, basi mtu anatakiwa awe amejikita kwenye sheria kwa ukamilifu wake mm. Ili kujiondoa kwenye mazongezonge vile vile apate e, tiba mwafaka kutokana na tatizo lake e, kwa mfano, naweza nikakupa mfano karibu. Mtu ambaye anaumwa malaria kaenda hospitali, kapimwa anaumwa mm. malaria. Alivyouma malaria dokta akamwandikia dawa bana, kameza hizi dawa mbili asubuhi, mbili mchana, mbili jioni. Sijui umenielewa? vidonge vile vile kutoa mara tatu. Yule bwana alivyofika nyumbani kwake akachukua vile vidonge viwili akavisaga, mm. sawa, afu akajipaka <laughs> na mchana akavisaga akajipaka yeah. Na jioni akavisaga akajipaka. atapona malaria huyo? ah. Hawezi kupona malaria, naweza kupanda kichwani, yes, kwa sababu ule mwongozo wa tiba hakufuata. Sasa na Qur'ani ah. ni hivyo hivyo, kama hukufuata miongozo yake haiwezi ikakutibu matibabu hutoyapata hauwezi kuyapata. Kwa hiyo lazima ufuate vigezo vya masharti ya matumizi ya dawa au matumizi ya kisomo ambacho mm, unachosomewa, kama nilivyosema kule awali, kwamba yule muuguzi mwenyewe anatakiwa ajue hali za wagonjwa, kwa sababu mm, wagonjwa wanakuja na hali tofauti tofauti. Lakini ikiwa muuguzi nawe nakupa na, we na saha kwamba wewe ukawa unaona kwamba kila mgonjwa anayekuja hali yake ni moja tu, mm. matibabu ni yale yale tu panado, mm. panado. Nakupa na saha kwamba huwezi kuwasaidia watu kwa njia, kwa njia yu, kwa njia kama hiyo. Kwa hiyo tabibu mahiri ni yule ambaye anajua kucheza na hali za wagonjwa, anajua kuchunguza hali za wagonjwa ili aweze kuwahudumia vizuri. Shukran sana shekh, twende sasa katika kuhitimisha, kwa sababu muda wetu umekimbia. Uh, kwa ambaye ametufuatilia tangu tumeanza mpaka hapa hapo, tunaelekea ukomo. Tumezungumza vigezo, tulichofanya ni kuwabainishia watu wajue vigezo, wanaotoa matibabu na, na wanaopewa matibabu na. Kigezo kikubwa cha wanaopewa matibabu tumekitaja, vigezo vya wanaotoa matibabu tumevitaja, lakini mtu pengine ameona sasa kuna jambo halikukaa sawa anahitaji kulifahamu zaidi. Tulitoa zawadi ya kinga kwa watoto, akaona yeye mwenyewe, amejiangalia akajiona, mm, kwa maradhi yangu bana, labda shekhe kushauri, na kwa kuushauri na hivi anaweza akanisaidia. Ulitamka mwanzo kwamba unapatikana Dar es Salaam Temeke, labda umpe mtu maelezo Temeke sehemu gani, na ili mtu afahamu kama atahitaji kuuliza zaidi au kufahamu zaidi. Karibu sana. Uh, uzuri ni mtu kupata mawasiliano, eh, mawasiliano ndio kitu kizuri kwa sababu unaweza ukasema huko si pahala fulani, mtu akakupigia kumbe haupo wakati huo mm. Pahala hapo umekwenda sehemu nyingine ikawa Sa. E, sasa umemsumbua. Lakini eh, kwanza mimi sio tabibu mm. Sio kwamba sijasomea utabibu lakini siyo tabibu. Si, na mimi si tabibu jambo mm. eh, la kwanza hilo. Kwa hiyo mtu asije kwamba anataka rukia sasa aje kusome. Ewa ni kweli nimesoma rukia kwa mtu ambaye anajua yake na fani yake, lakini mimi binafsi na. Napenda sana kujiepusha na kazi hii kwa sababu ni kazi ngumu, na unaujua ugumu wa kazi ugumu wa kazi yake, na kwa sababu hii kazi wateja wake wengi ni wanawake hmm. kwa hiyo ukitaka kujiepusha na mitihani yao ni kukaa mbali na, mm, na, na, na mambo kama haya lakini, eh, kwa ushauri labda na vitu kama hivyo na eh, labda nimuelekeze kwa nani mm, anaweza akapata tiba sahihi. Sawa, naam. Eh, naam. Karibu tufanye hivyo, ni vizuri umebainishia kabisa eh, ili mtu ajue anavyowasiliana eh, na wewe ajue kile ambacho naam <laughs> naam, eh, karibu mawasiliano zaidi, ni watu watatumia eh, namba ya mawasiliano sifuri saba nane nne, mm. sabini na sita arobaini sitini sabini na sita arobaini, sitini.